Ila nimekana natulia sana siku hizi, au kuna jambo linakusumbua? Ni mengi. Kuna jambo moja limenikaa rohoni kama jiwe, na nimebeba kwa muda mrefu, mkauma. Niambie. Usikubali mzigo ukubani peke yako. Baada ya mke wangu kunisaliti sikuamini. Nilichanganyikiwa. Niliona dunia yote imeniangukia mimi. Na nilirudi nyumbani usiku ule nikamkuta mke wangu na yule mwanaume. Pole sana, ndugu yangu Shila. Sikujua nifanye nini. Nilimwangalia, akaniambia ni mambo ya kawaida eti amechoka maisha yangu ya maskini. <coughs> <coughs> Alikwambia hivyo? Mungu wangu! We, nilimpiga, nikampiga, nikampiga Shila, kwa nini unanipiga? Ah. Nimekupiga ili ujue maumivu ya kusalitiwa na maumivu ya kupenda na yule unayempenda akusaliti. Shila, huu si mfano. Shila, huu ni ukatili na mimi si mkeo, na hata kama ngekuwa mkeo zuru maifai. Mapenzi isiwe sababu ya kutesa na wengine. Ndio maana nimekuja kwako ili uniambie, ili nisiugie tena ule upuuzi. Basi, Usianze kwa kofi, anza kwa toba, twende tuelekee mbele. Ila unahitaji msaada na inabidi tu kubali vile ulivyokosea.